Kwa nchi zote za magharibi, watu wote wanaotoka nchi za magharibi kuingia Tanzania, mji mkubwa wa kwanza wa kibiashara ni Kahama. Kwa hiyo kinachofanyika, huenda wanaiona Kahama inanawiri na kunawirika, kwa sisi tunaojitafutia kipato kidogo kidogo, wanachomeka mambo yao kutuharibia mfumo wa maisha yetu na kuvuruga amani yetu. Niwaombe bodaboda, bajaji na guta, Kahama siyo sehemu ya majaribio ya vurugu, na sisi Kahama, nikuhakikishie ndugu yangu Frenk Nkinda, mkuu wetu wa wilaya, ni sehemu ya amani. Na ndio maana waliokuzunguka hapo, ukianza na mzee wangu Masaganya, ukimuuliza ni kabila gani, utashangaa. Ukimfata mzee anayefata mzee Ukuku, ukimuuliza ni kabila gani, utashangaa. Ukienda upande unaofata, ni kabila gani, utaenda unashangaa. Hapo tu mlipopangana kuna makabila zaidi ya nane, mmekaa pamoja hiyo ndiyo Tanzania niliyozaliwa ninaijua. Lakini la mwisho, ndugu zangu, wanaotuhamasisha kufanya maandamano hawako nchini. Hawa watu wako nje ya nchi, wanatumia mitandao ya kijamii kutuhamasisha. Leo tutakapoingia mitaani na kupata madhara, wao watakaa wakicheka na kukuna vitambi kwenye mataifa ya watu wengine, lakini hata maslahi mapana ya kisiasa kwa upande wao. Mwisho wa siku, wewe utakufa, mimi nitapata ulemavu. Wao watakaa kwenye meza ya duara kujadili keki ya taifa, wanaila pamoja, mimi na wewe ni walemavu ama ni maiti, na watoto wetu wanapata shida. Keki yetu, bandari yetu, machinga Kahama, hamna hata mmoja atakayethubutu kwenda kwenye, kwenye maandamano, ila tuko tayari kwenda kushiriki uchaguzi kesho, na Daktari Samia Suluhu Hassan tunamuhakikishia kura za kutosha aendelee kutumikia taifa letu. Tunampenda sana mama yetu, tuko pamoja. Machinga Kahama tuko salama na daktari Samia Suluhu Hassan. Wananchi wote mliofika katika viwanja hivi vya Magereza, mimi kwa majina naitwa William Mondi, mkaaji wa Marunga. Awali ya yote, jamhuri ya muungano wa Tanzania, mimi nafikiri mahali ulipo mkusanyiko, basi kuna jambo. Awali yote kabisa, napenda kusema kuna amani na tunu ambao tumeachiwa na mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Amani hiyo naamini kabisa sisi wapenda amani, wapenda ulinzi, tunaendelea kuienzi mpaka hivi sasa. Tunaona matunda yake, watu tuko salama, na ninapenda kukudhibitishia mwenyekiti wetu wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kahama, kwa zoezi ambalo liko mbele yetu kwa Kahama yetu hii, naamini kabisa kuwa kwamba ni zoezi litakuwa endelevu. Sisi kama wapenda amani tunapenda amani iendelee, wale wote ambao tumenaitwa Devota Henry ni katibu wajasiriamali ngazi ya wilaya ya Kahama. Tuko pamoja na kundi la wamachinga, niwahakikishie wamama wangu wale wamama wazee, tuko pamoja kwa ajili ya kuwasaidia siku ya kuenda kupiga kura. Mimi ninachosisitiza tujitokeze akina mama kwa wingi, tukamsapoti mama yetu Dr. Samia Suluhu Hasani, ili aweze kutuunga mkono tena, ukizingatia wajasiriamali tumekuwa na dawati letu, tuna mtu wetu na tumepangika kisusi kama vijana bodaboda wa bodaboda ndani ya manispaa yetu ya kahama kwanza kabisa tulishukuru baada ya kuona tumempata bodaboda mwenzetu kuwa mkuu wa wilaya kwa hiki kipindi kifupi ambacho umetuonesha ushirikiano wako sisi na wewe hatuwezi tukakuangusha tarehe ishirini na tisa sisi bodaboda ni kundi ambalo wamekuwa akisi kwamba sisi sio wapiga kura tarehe ishirini na tisa tunaenda kupiga kura na baada ya kupiga kura takachokifanya ni kurudi sisi kura vichwa bukubuku. yeah, yeah, yeah. Biashara sijui ya maandamano hatujui pana kabisa, tuna kero gani yeah? Kabisa sisi ambacho tunajivunia yeah. Tulikuwa na kundi ambalo lilikuwa limetuvamia ndani ya manispaa yetu ya Kahama waliokuwa wanatuibia pikipiki na kutuua, lakini kupitia jeshi letu la polisi limejitahidi kukomesha uhalifu huo sisi boda boda kwa ndani ya maandamano hatupo. Kwa majina yangu naitwa Idrisa Teodor Kayombo, mwenyekiti wa umoja wa machinga wilaya ya Kahama. Sisi kama machinga wilaya ya Kahama tumejiandaa, Oktoba 29, kwenda kushiriki uchaguzi. Hatuko tayari kutumika katika maandamano. Tumeona kazi za, za, za, za Daktari Samia Suluhu Hassan katika miaka minne na nusu amesimamia amani ambayo ni tunu ya taifa letu. Leo tunasafiri usiku na mchana, tunatoka jioni tunafika Dar es Salaam asubuhi, tunaemea na tunarudi Kahama. Kwa hiyo tumeona namna serikali ilivyojipanga katika kulinda amani ya nchi na tunafanya shughuli zetu kwa amani, lakini tumeona katika dhamira yake ya kutekeleza miradi mbalimbali mikubwa mbali ya kimkakati, reli bwala la mwalimu Nyerere na miradi mingi na uwekezaji mkubwa waliofanya katika sekta ya elimu na katika sekta ya afya. Niwapongeze sana kwa jambo hili zuri linaloashiria kupevuka kifikra katika umri na maisha yenu ya utafutaji ya kila siku. Yako mambo mawili matatu ambayo mmeyazungumza hapa, lakini kama mtakumbuka baada ya Mheshimiwa Rais kuleta kahawa moja ya makundi mapema kabisa ambayo nilikutana nayo ni pamoja na bodaboda. Tulikutana kule tukazungumza mambo yetu kishikaje, sio tukakumbuka, na mlizungumza mambo makubwa mawili, na huyu bwana ni shahidi. Ishu ya umambo pale, naamini mmeona pale mabadiliko pale, lakini ishu ya lata, ninaamini ninaamini kama kuna mtu hivi karibuni amekamatwa hapa, na hata anyoshe mkono juu, yuko wapi? Nataka nimwone. Nimeuliza hivyo kwa ujasiri kwa sababu ninajua serikali hii ni ya kusema na kutenda. Sasa wakati tunasikia hoja za maandamano, nikawa nawaza Watanzania wenzangu, vijana wenzangu, wanataka kuandamana kwa lipi? Kwa sababu kama ni miundo mbinu ya barabara, kero tulisikia tunaendelea kuzifanyia kazi na ninyi, naamini maeneo mengi mabadiliko mmeyaona. Kama ni masuala ya maji, umeme na maeneo mengine mmeona progress zinazoendelea za zi kuhakikisha serikali inaboresha ni miundombinu katika sekta hizo ambazo nimewaambia ambazo ndizo huduma ambazo mnazitegemea mna katika shughuli zenu za kila siku za kiuchumi. Kwa hiyo sikutegemea kama vijana wenzangu mngefanya jambo hili kubwa lakini kwa kuwa mmefikiria mbali zaidi, mimi niwapongeze kwa niaba ya serikali na niwahakikishie ushirikiano usiku na mchana. Bodaboda bajaji ni miongoni mwa vijana ambao utafutaji wetu kidogo una changamoto tofauti na wenzetu ambao ni vijana wanaenda ofisini, akifika na bofya kidogo, alafu mambo mengine yanaendelea. Sisi utafutaji wetu ni wamvua na jua tumejitahidi. Serikali, bodaboda wanaofanya boda kazi mchana, bodaboda wanaofanya boda kazi usiku, tumewafikia. Naamini miongoni mwenu mko hapa, na Iddsam ni shahidi, tumefanya ziara mchana, tumefanya ziara usiku. Kwa hiyo sitegemei kumwona kijana anakuwa fronti kurudisha nyuma jitihada za serikali za kuwaletea Watanzania wenzetu maendeleo. Wakati nazungumza na Idi sawa walizungumza hao mawili nadhani, uh, mwanzoni pale nimemsikia akiwa amelidosa haya mambo. La kwanza aliniambia bwana, sasa sisi kama vijana tutaki maandamano." hayo mnaoyaona kwenye mitandao huko wanayachagiza wengine kama alivyozungumza sasa. Tunataka mtu mtuhakikishie amani na utulivu, ili oh, ili, ili tujue tukienda kutiki tuko salama. Nami kwa kumalizia, nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa, kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika wilaya yetu ya Kahama, kwa maana ya mkuu wa wilaya, lakini kama mwenyekiti mwenye dhamana ya usalama na wilaya katika wilaya yetu ya Kahama, niwahakikishie Kahama iko salama sana. Kahama ni salama vyombo vyote vya ulinzi na usalama ngazi ya mkoa wetu, na naamini mmemwona mheshimiwa wetu mkuu wa mkoa mheshimiwa Mboni Mwita, siku kadhaa zilizopita, alifanya press akiwahakikishia Wanashinyanga kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ulinzi na usalama ya mkoa kwamba Shinyanga ni salama. Nami kama msaidizi wake niko mbele yenu kuwahakikishia Kahama ni salama sana. DC yuko timamu, hatuna noma. Sasa kwa yule ambaye anania ya, ya kwenda magereza tunamkaribisha. Na mimi siku hiyo kwa ushirikiano ambao bodaboda watanipa, na Iddsam, najua umeshalikamilisha hilo, tutakuwa bodaboda. Nimepata taarifa kutoka kwa Iddsam, kuna bodaboda 100 boda boda ambao wamejitolea kushirikiana na sisi kwa maana ya kamati ya ulinzi na usalama kuhakikisha amani na utulivu katika himaya hii. Kwa hiyo yeyote ambaye atahisi eneo analoishi, eneo analokaa, kuna jambo lolote lisilo la kawaida, ninaomba haraka mtoe taarifa. Niwahakikishie kwa mara nyingine kama ni kama, kama ni, kama. Kama ni kama. Mjitokeze kwa wingi kila mmoja kwenye eneo lake, anayetoka eneo la biashara, anayetoka nyumbani, anayetoka wapi, ahakikishe anakwenda kupiga kura bila kuwa na wasiwasi wowote. Na mwisho kabisa, nitoe wito kwa vijana wenzangu ambao hawajafika hapa, lakini naamini kupitia vyombo vya habari taarifa hizo utazipata, kama si sehemu salama kwa yeyote ambaye anadhani anaweza akajikuna akiwa barabarani. Kahama si salama sana kwa mtu ambaye anadhani anaweza akajikuna akiwa barabarani katika dhana ya kuhakikisha wananchi wengine wanaathirika na maamuzi yao ya kwenda kupiga kura. Niwashukuru sana vijana wenzangu.